cha kunena alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Fungu la tano. Simoni akajibu akamwambia, bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili, hata vikataka kuzama. Bwana asifiwe. Yesu anaona vile ambavyo wewe na mimi hatuvioni. Sasa nisikilize vizuri hapa. Tofauti na Simoni wako kwenye maji, pwani ya Galilaya. Simoni anaangalia bahari, Simoni akiangalia anaona tu juu ya maji. Yesu anaangalia bahari. Yesu anamwambia Simoni, tupa nyavu. Simoni anasema ah, Yesu, tumekesha usiku kucha hatujapata kitu. Na wavuvi wao wanavua usiku. Tofauti ni kwamba Simoni anabahatisha, anatupa nyavu pale, anatupa nyavu pale, anatupa nyavu pale. Yesu akimwambia Simoni, shusha nyavu hapa. Yesu habahatishi Yesu aliangalia kwenye maji na macho ya Yesu yaliona mpaka ndani ya kilindi cha maji. Bwana asifiwe. Wow. Na anapomwambia shusha nyavu hapa, Yesu ana uhakika ya kwamba pale mahala kuna samaki. Asubuhi ya leo nakutia moyo. Amini uongozi wa Bwana. Unapotoka kwenda kazini kwako, usitumie macho yako, tumia macho ya Yesu. Macho yako na yangu yana ukomo. Yesu anaona mahala ambapo wewe na mimi hatuoni.